Nini hutokea ukishauriwa upasuaji wa kubadilisha goti, lakini unataka kuchelewesha? Sasa hili linaweza kuchunguzwa katika makundi matatu: kwanza ni athari zinazohusiana na afya, pili ni athari za kisaikolojia, na tatu ni athari za kijamii. Kwa hiyo kama umepewa ushauri wa kufanyiwa upasuaji wa kubadilisha goti na kwa sababu fulani unajaribu kuepuka, basi nini kitatokea? Kwanza kabisa kama hufanyi upasuaji huu, hii itasababisha uharibifu unaoendelea kwenye kiungo chako. Kiungo chako cha goti kitaendelea kuharibika na kusababisha ulemavu wako kuongezeka, kama vile kupinda kwa mguu. Hatimaye hii itakufanya uzidi kupoteza uwezo wa kutembea kadri siku zinavyosonga. Pia maumivu kwenye goti lako yataendelea kuongezeka na utapata uvimbe wa mara kwa mara, na mushowe utaishia kuwa na maisha yasiyo na shughuli nyingi, kama vile kutembea kidogo au wakati mwingine utalazimika kutumia dawa za kutuliza maumivu mara kwa mara ili kupunguza maumivu haya, na baada ya muda utazoea kutegemea dawa hizi. Pia hii itasababisha misuli inayozunguka goti lako kudhoofika. Hii inamaanisha sehemu kuu, misuli mikubwa inayosaidia goti inayojulikana kama misuli ya quadriceps, baada ya muda itakuwa dhaifu. Kwa hiyo kwenye goti lako mambo matatu yatatokea: uharibifu wa kiungo utaendelea kuongezeka, maumivu na ulemavu wako vitaendelea kuongezeka na nguvu ya misuli itaendelea kupungua. Pia kuna madhara mengine ya ziada, kama vile ikiwa huwezi kutembea, utaanza kunenepa, kisukari chako kitaongezeka, shinikizo la damu litaongezeka, na pia kutakuwa na uwezekano mkubwa wa magonjwa ya moyo. Pia kama hutembei kwa sababu ya maumivu ya goti, ugonjwa wa mifupa osteoporosis unaweza kuongezeka. Pia wakati mgonjwa anajaribu kuepuka uingizwaji wa magoti kwa muda mrefu, na hatimaye baada ya miaka michache anaamua kwenda kwa uingizwaji wa magoti, basi upasuaji pia unakuwa ngumu zaidi, kwa sababu kuna misuli ndogo ya misuli. Misuli yako kwa heri, sasa lazima uo umepitia atrophy. Pia kuna ulemavu mkubwa wa goti, pia kuna mikataba ya tisu lalini. Kwa hivyo, kwa ujumla upasuaji pia utakuwa mgumu zaidi. Sasa kuja na athari za kisaikolojia za kutofanyiwa upasuaji wa kubadilisha magoti, watu wengine huishia kuwa na msongo wa maumivu wa maumivu ya kudumu, kama vile msongo wa mawazo au wasiwasi. Pia wanakuwa tegemezi, kwa sababu wanahitaji mtu wa familia au aina fulani ya msaada wa nyumbani, ili kupanda ngazi, kuoga au kutembea nje. Hii mara nyingi husababisha kupungua kwa kujiamini. Pia kwa baadhi ya wagonjwa inaweza kusababisha msongo wa mawazo wa wazi kabisa na hali ya kukata tamaa na kujiona huna msaada. Tusisahau athari za kijamii za kucheleweshwa upasuaji wa kubadilisha magoti. Hii husababisha maisha ya kijamii kuwa na mipaka, kama vile mtu anaweza kuepuka kwenda kwenye sherehe za kifamilia au kusafiri kwa sababu ya maumivu na matatizo ya kutembea pia kazi huathirika, kwa sababu kama mtu bado anaajiriwa, anaweza kupoteza ufanisi kazini, kustafu mapema au kupata msongo wa kifedha. Hii mushoe inaweza kusababisha mzigo mkubwa wa kifedha na pia matatizo yanayohusiana na familia. Na zaidi ya yote, kupoteza mtindo wa maisha wenye shughuli kunaweza kusababisha msongo wa mawazo. Linaposema mtindo wa maisha wenye shughuli, na maanisha mambo kama vile bustani, michezo, kutembea na kusafiri. Kwa hivyo kwa ujumla ningesema kama unajaribu kuchelewesha upasuaji wa kubadilisha goti bila sababu yoyote usifanye hivyo. Kwa sababu mwishowe itaathiri afya yako ya akili, mwili na hata ustawi wako wa kijamii. Ubora wa maisha yako hupungua kadri muda unavyosonga. Polepole unaanza kuzoea ulemavu na kujifungia nyumbani, unakoma kwenda kwenye sherehe za kijamii na pia usisahau madhara ya kiafya kama vile unene kupita kiasi, Shinikizo la damu kuongezeka, udhibiti duni wa kisukari na ugonjwa wa mifupa kuwa dhaifu, osteoporosis. Kwa hivyo natumai video hii ilikuwa muhimu kwako. Ikiwa una maswali zaidi kuhusiana na uingizwaji wa goti au maisha baada ya kubadilishwa goti, jisikie huru kuwasiliana nasi. Asante.